Yaani, acha kusema usiokuwa nayo ushahidi. Acha kukubali ambayo hauna. Anasema mtume kutoka kwa Aisha, Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam anasema: atadruna, atadruna, atadruna. Arba riba inda Allah. Mnajua ubaya mbaya, ubaya mbaya zaidi ya riba, zaidi ya riba, kwa sababu riba, riba mwenye kula riba anafananishwa wakati mwingine na muislamu alichukua malaya akampeleka kwenye al-Kaaba kuzini naye. Sasa anazungumza mtume, anasema: mnajua kibaya zaidi ya riba? Wakasema maswahaba, Allah wa rasulu alam, Mungu na mtume ndio wanajua. Akamwambia istihlalu ardhum rii muslimi. Hakika faida mbaya, riba mbaya mbele ya Mungu ni kuivua heshima ya ndugu yako mwislamu kumuharibia ndugu yako muislam zaidi ya riba, zaidi ya kuzini na malaya kwenye alkaba kuzua anapita anaona, nipite wapi? Acha hachanikate kona, wataniona tena na huku, acha nikate za huku, wakiniona tena ndio hayo. Itafikia mmoja anakufa mwenda wazima, anakuja anampiga bunduki mmoja shekhe, wanasema mashekhe wenzake ndio amemuua, amewashinda. Mwisho vifua vimekwisha, wamempiga risasi, amekufa. Mashekhe tulieni na tukae, mashekhe komeni, Ombeni mashehe, mbele ya maamuma kuleta aibu kama hizo. Mashehe ambilikeni, mwambiliwe ile hiswa ya kwanza tuliyosomeshwa ya chuki ya magenge. Tumeambukia kwenye magenge ya kahawa, ni hayo huko maulaya kote, ni maradhi yale yale, magenge yanakaa tu, ni hivyo. Toka we unasema tu, haujui. E hey, nasema bwana, acha kujadili, tafuta haki. Hii ni sunna ya kila kiumbe ndugu zangu Waislamu. Alipomaliza Mtume kusema, akikakosa riba mbaya zaidi ni kuondoa heshima ya ndugu yako Muislamu. Akasema walladhina yudhuna almuminina walmuminati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithma buhtan wa ithman mubina, ni ambao mnawauzi ndugu zenu kwa mauzi bila ushahidi, umeingia kwenye makosa yaliyokuwa makubwa. Acha kusema, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu Usisimamie yeye, haujaya tafutia ukweli. Anasema Allah ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Yeye utasema wewe shekhe, basi kuna malaika wanaandika. Anasema wajtanibu qawla zuur, anasema Allah, jikinge na kumzulia mwenzako. Mwazie mwenzako vizuri, labda amepita na mwanamke kwenye kona, bwana, labda ni dada yake. E bwana, nilikuona na dada yako jana usiku. Mwazie vizuri, acha kuchukua juu ya husda kila kitachosema ndio hicho kinachukuliwa, Waislam kinapelekwa. Akasema wasifu wa wacha la wa wa, wa Mungu walladhina la yashhaduna zura awashuudi usushi au ndio wacha Mungu walladhina yudhun. Akasema innama almu'minuna wa aminifuni wandugu, inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahishata fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi dunya wal akhir. Ni ambao mnataka kuonyesha ubaya, mnataka kuwavika ubaya watumishi wa Mungu, watu wazuri. Mungu anasema mtapa mateso duniani na akhira. Waislamu tuambie watu mazuri na mashekhe, mwe ndio mtukomeshe. Waislamu tukomesheni, haya hayako huyu. Dada mungu wamlipe, nimemwombea na namwambia shekhe, niko namuuliza, huko shahidi watakataa mashekhe, watasema ni yeye tu. Uko shahidi, unaweza ukazungumza mbele ya shekhe? Akasema mbele ya shekhe, naweza kuja nikamwambia shekhe, ni mimi ndio mwenye hizi kartasi, sitaki moto wa jahannama. Wewe unaokota bahati nzuri, haukuandika hata jina wadudi ndiandika na jina na simu. Yeye ndio alisambaza, tutasamba na wewe wallahi, tutasamba ya umul qiyama. Waislamu tasamba, hii siyo hali na kataa, nakataa. Mungu anifungulie malafu haya yanifika, Waislamu, na Mungu atatusikia. Nakuzindueni kutafuta bayani hivyo, na hizi habari unaniambia, una ukweli sina ukweli yeye na ukweli. Ukweli ni mzuri. Mfalme amekaa barazani, Waislamu, mfalme alipokaa barazani kwa muda tu na waziri zake, imekuwa usiku mwingi. Mke wake yuko uwani, amekaa uwani, anazungumza na wengine, wanamuaga wakina mama, wanakwenda na mfalme. Mawaziri wanamuaga, wanaondoka, wanakwenda. Muda amekaa kwenye vitabu vyake barazani, mfalme amekaa kwenye vitabu vyake. Mama akaelewa mfalme anashughulishwa huku. Ndani aliingia mtumishi kwenda kutandika kitanda cha mfalme. Mama yuko nje, mfalme yuko barazani, mtumishi Nika kitanda baada ya kukiweka kitanda vizuri akakionea uroho, akasema acha nisikilize kitanda cha mfalme. Alipoparamia tu akajifunika shuka, Mungu akaleta usingizi, akalala, akalala akaanza kunguruma vizuri. Baadaye mama akapita mlango wa nyuma, akaelewa mfalme kisha ingia naye, akapita kuingia akakuta mtu analala kitandani, akaelewa ni mume wake, akavua mama ule nguo, akaingia kwenye shuka la kitanda, akamfumbata mtumishi Usingizi ukapita mfalme alipotoka barazani, anakuja chumbani anasema, mbona kuna watu wataa wawili, na ni aje tena, haya Waislamu, asira ikampanda, asira ikampanda akatoka, akawaita wale mawaziri watatu waliokuwa pale, njooni muone, wakaja. Fata vizuri, fata vizuri, Waislamu wakaja wakatizama, akawambia, nani kufunua, mtumishi kafumbatwa na mama wote usingizini. Akasema, makubwa, nifanye nini? Asira ikampanda. Panda. Haya ndio anaweza kunifanyia mtumishi wangu. Ndugu zangu, ba'in binabainfatabayanu, ukiipata habari tulia kwanza, tulia wajawala, utafute ukweli. Akatulia kidogo, akawaita wakamwambia, mmoja ah, akainua kidole akamwambia mfalme, ah, ah, ah, ni kumkata kichwa hapa, tumeue ngali analala, mtu mbaya sana. Mwingine akasema hapana, mi mna rai tumuamshe, anyongwe. Mwingine akasema hapana, sio umsio hatuj wa na bayani, hatuna bayani, hatuna ukweli. Kulala kwake tunamwazia, ni kweli, kazini ni kweli, anamtaka huyu. Tusubiri tumpe haki ya kujieleza Aamke ajieleze. Waislamu, mashekhe, mashekhe, tupeni na sisi tujieleze, mashekhe fursa, na sisi tuseme. Mmetupeleka sehemu mnakamweni kutoa fatwa kwa akili zenu mwe mashekhe na kutafuta madaraka zenu na kutengeneza sidi zenu, labda mziajize duniani huku na kungine, waone kama mlitumika na mwingize mapesa, labda ni hayo. Kwa uwezi kufanya kitu cha hivyo, kama hauna faida ukalie kwenye mikrofoni tu, ule ni kafiri. Ukasa kama ni kafiri, wewe unataka nini wewe? Shida yako ni nini? Kafiri ni yeye tu, mbona wako wengi? Ule ni mshirikina, mbona wako wengi? Na jina, hakuna mtu aliyesoma anataja jina la mtu na wakatalie. Hakuna mtu aliyesoma anaweza kutaja jina la mtu. Mawaidha yanakwenda, mwenye imani anapata hapa tukaanza kutajana, Waislamu wewe lizini, wewe wewe julilewa, wewe wewe, si ndio ulimkachea ule, wewe? Nataka kukupa mawaidha. Hakuifunza hiyo Mtume na hii dawa haitakuwa haitakuwa. Hapa tutakamatana, shehe. Unanifuatilia sana mimi Mi unanifuata sana shehe. Jua yako ni jua yangu, kila mtu ana yake. Waislamu, fala tuzaku anfusakum huwa alamu bimani ittaka, acha kujisifu. Mungu ndo anajua mcha Mungu. Huyu watatu akasema tungoje, wakamwamsha alipoamka, wa waislamu kuamka, akatimka wakamziwia, anatoa akilizi, anashtuka amefunwa sasa. Tumwamshe na huyu mama, wakamwamsha huyo mama. Ana kinywa kirefu anawambia mnaingia chumbani kwangu kwa mweye, hamna taaibu? Nimelala ni na mme wangu, mnaingia na we? Unaniingizia wanaume chumbani Umenichoka kweli, itafutwe bayana. Waislamu, hii shari hukumiwe na nani? Na kama tungechukua hatua ya kumuhukumu huyu mtumishi, ilikuwaje? mtumishi akasema niraa ya kitanda nilijitia kulala, mama anashtuka, we ndio nilikuwa nafumbata, ni wewe. Ndugu zangu Waislamu, haya ukiipata bayani au hukumu, Mungu yuko na waja wake. Mungu ni nusuru dhidi ya vitimbi vya washehe Mungu ni nusuru dhidi ya vitimbi vya wale ambao labda mimi ni mboga uchungu kwao, wakiniweka kinywani haipiti. Allah ni nusuru na vitimbi vyao. Kisha Mungu, dosie yangu ya umukiama ifunguliwe, ifunguliwe. Kisha Allah nimekuwa pia wewe na kama ni kweli unichukulia hatua, dunia itoe ushahidi. Ndugu zangu Waislamu, waja wa Allah Nakataa tena, nakataa tena, nakataa na nakutumainia Mungu, utanisaidia na usinifedheheshi Allah, usiniweke kwenye aibu Allah, unisaidie Allah, kwa haya ambayo nimeshuhudia leo. Anasema nini, Waislamu? Haya hayakosekani ya usda, na kila siku ni hivyo, na haya tumeyazoea. Uwe nami, Waislamu. Abu Hanifa nimalize mada yangu, Abu Hanifa, Imamu Zahidu

Aliyeipuuza dunia akaikataa dunia, imamu tawadhuu, aliyenyenyekea imamu alkhushu, mwenye kumjua Allah akamwokopa Allah. Hivyo hivyo, mji umemchukia kwa ucha Mungu wake. Mji unasemaje? Unasema huyu, unasema tunamchukia, tutamchezea kichezo mpaka atakimbia ardhi hii. Majambazi wakaweka karata, wakafikiria wamtuhumu nini Abu Hanifa, wamfanzie nini wakamtayarisha mama

Kwenye njia huo, Abu Hanifa anapita kwenda masjidi, wakamweka mama, wakamwambia ukutuwezea tutakupa kila unachotaka, na kwanza chukua hichi. Haya hayakosekani ya mashehe, yapo. Ndugu zangu, sisi ni imani yetu, na sijui kwa kuwa university tulizokwenda kusoma kuru ya kwanza, labda na ya pili, ni kufunzana chuki na kuchukiana, ni kufunzana uadui. Ndio unaona hatuko kitu kimoja, na chote chenye tunataka kutengeneza Allah akiwekei baraka. Hakuna mapenzi, hakuna mtu anampenda ndugu yake anaweza kufanza vitu kama hivi. Waislamu kusimama mbele ya umma wa wamama wa dunia na anamkufurisha mwenzake. Kuna wazee mtu, hakuna hakuna mwanachuoni eleweni, nataka mwelewe waislamu, hakuna na haya unayasikia. Mwingine shekhe anataka ayapambie, eti hapana. Yani alisemasema tu yale, yani ni hivi. Mwingine mwambie stopu, ishia hapo yenyewe unakweni ni mtu kama mimi kama wewe ndugu zangu. Shekhe kama ana ucha Mungu ni mtu kama sisi, inna akramakum inda Allahi yatqakum, mbora wenu mbele ya Mungu ni mcha Mungu. Wakamjengea fitna Imamu Abu Hanifa ndugu zangu, radhi za Mungu zimwende. Wakampanga mama huyu njiani, mama huyu akamsubiri Imamu Abu Hanifa anakwenda masjidi usiku <coughs> akatoka, analia ili wamwangushe tu. Tizama vitimbi wa Uislamu na kila vitimbi vyetu vya kubomoa Uislamu, mashehe tumo nyuma, tumo nyuma na tunaharibu, na waelewe wa mashehe ni hivyo tu, ni hivyo, ni hivyo ndio, ni hivyo, niwe mimi ni wawe yule tabia zetu zimefika mwisho. Abu Hanifa, mama ule akatoka analia akaja mbele ya miguu yake akaanalia anamwambia, shekhe shekhe, mume wangu ndani anataka kufa anataka kufa shekhe, na anataka kutoa usia shekhe, amekuwa sakaratulmauti shekhe. Akasema mazito, acha niingie kwanza. Akaingia mnyumba ya ule mama, kuingia tu ule mama akafunga mlango akamwambia, shekhe leo sio ushekhe Leo hapa ni mimi na wewe, kitendo au nipige kelele nilalamike kama wewe umeingia kwangu shekhe. Akasema, makubwa sasa yamenidiriki mimi, nifanye nini? Akapiga kelele ule mama, nimevamiwa! Watu wakatoka na majambazi kuja kumkuta ni shekhe Abu Hanifa, ndio yuma ndani. Ndugu yangu, Mungu atukinge na ayo. Kwa mweye, sijui nitapita wapi mimi, la ilaha illallah. Hayo yana ushahidi yenye hayana ushahidi kwenye magenge, na mtu anaapa wallahi watallahi. Hayo wee, unamsemea na mtu unakula kiapo. Wewe wewe jambazi wewe, wewe duniani au ya jui wewe, mataifa Uropa, Amerika, Australia, Asia, we hauna ukweli na hayo. Nyamaza wewe nafsi yako ulilie, ya kwako na mwenzako walilie yake. Wewe hayo yanitokee, nitapita wapi? Abu Hanifa akachukuliwa na yule mwanamke mpaka kwenye mahakama ya mfalme, na watu wanazomea, huyo huyo huyo, ndo haya ndo haya, akina mama ndo haya, ulikuwa anamwambia mwenzake, ulikuwa unamsemea mesha wako, si haya siaya siaya, anaiko anatoa. Wewe mama, wewe mama, hayo unasema utayasambia. Siku viungo vi vyako wewe mama, vitakusuta yaumul kiyama. We, si wewe mama, hayo sia ayo ulikuwa unamsemea. Uliniona, wewe mama, umma ukajaa, apigwe mawe, tuanze watu wana mawe mkononi tuyo tu. Kumbe ni mnafiki huyo, Waislamu mcha Mungu wa Mungu Mfalme akatuliza watu, akawaambia nendeni, tutajua kesi yake kesho. Huyu mama mwekeni jela na yeye shekhe. Mfalme akasema shekhe, sikufikiria wewe shekhe. Ameweka kichwa chini akakaa shekhe, Allah anamsabihillah hasbi allahu wa ni'mal wakeel. Mungu nifanye nini? Uniaibishe kwa nini? La haula wala quwata illa billah Subhanallah wabihamdi, alikaa anaona. La mafara hapa, hakuna jibu tena. Ni Mungu tu mwenyewe mwenye uwezo wa yote. Ndugu zangu, Mungu anafanya yake. Wala dhikrullah wa akbar lau kanu yaalamun. Kukana Mungu na dhikri ni kitu kikubwa. Baadaye yule mama aliregea, shekhe yuko anamsujudia Mungu, anamwita Mungu kwenye saa hao ndio walikuwa mashehe, walisifika kwa zudi na kila kitu. Hapana, sisi leo nisimame mimi hapa niseme najua kila kitu mimi, ndo naswaha, mimi ndo mfaswaha nijitaje ya huku na kungine. Hao ah, ndio walikuwa mashehe wa Islam. Hizi potopoto hazikuwa, hakuna siku alimjibu Maliki hovyo. au akamjibu Abu Hanifa na walitafautiana. Hao alimjibu Shafi'i na kwenye masala walitofautiana, lakini hakuna mmoja alimkufurisha mwenzake. Hasha lillah, kila mmoja alikuwa anamwombea dua zake kaishia hapa, na mi mtakamatia hapo. Sisi maswala madogo Waislamu, aule mama akamsogelea, akamwambia, shekhe, ninasikia nikwambie ukweli, wale watu ndio walinipanga, wakanambia hivi na hivi na hivi na hivi, ndio nikafanza hayo. Shekhe, nimekukosea shekhe. Ana Mungu, anamleta Mungu, anamleta ule mama, kama alivyomleta huyu Waislamu. Mungu anamleta wa ule mama kwa Abu Hanifa, wako wote jela, kama alivyomleta huyu wa hizi karatasi Akakiri akasema, ha, shekhe haya siyo wewe shekhe, wallahi. Huyu mama kakiri, na Mungu ampe pepo kwa kukiri kwake, amekubali. Shekhe hayo nakataa kabisa, lakini tusimweki mbele za watu, watu wasimjui. Kakataa na si tumekataa, watu wasimwelewi juu ya haya. Lakini kasema, akija shekhe yeye mwenyewe anadai ni kweli shekhe, mimi nitakuja nimwapie, siyo wewe. Na mimi nimekuapieni, sio mimi, kwa vitu kama hivi Waislamu, na kataa, siwezi kumshirikisha Allah. Ndugu zangu, Abuhanifa akamwambia yule mama, omba kama unakwenda chooni au kwa polisi, alafu ukishaomba ukimbie nyumbani kwa mke wangu, ugonge mlango. Akiamka mke wangu, umpe hizo nguo zako ulizovaa avae yeye, kisha wewe uvae zingine, uende nyumbani kwake, kisha umwambie mke wangu, yeye ndiyo aje jela aje aingie kama vile ametoka chooni. Mama huyo alitoka akenda kwa mke wa Abu Hanif, Ummu Hamad. Ummu Hamad akagongewa, mama huyo akamwambia Ummu Hamad, ametamka hivi, anasema mume wako uweze kuvalia nguo hizi, alafu uende jela uingie kwa jina langu, tena kama ulivyokuwa haja. Ndivyo alivyovaa nguo zile, akaelekea jela akaingia. Mama huyu Ummu Muhammad alipoingia jela, Waislamu baada ya kuingia jela akawa yule mwingine alikwenda ndani ya jela, wakawa wamekaa Imamu Abu Hanifa na yule mama ambaye alikuwa amevaa nikabu ya kisheria, alikuwa mwenye kuvaa hijabu ya kisheria. Usiku ukaondoka, mchana ukawa, washabiki mnavyozoea nyie dhidi ya mashehe wenu, mnapenda haya matatizo yetu na mnapenda hizi vurumai. Kwa hivyo, huyu malaya aliye mtumu Abu hanifa alipomaliza kufungua Akampa umuhamad mke wa abu Hanifa ndio aliyekuja jela, akaingia ndani ya jela, wakawa watu wawili, akawa abu Hanifa na yule mke wake. Asubuhi wameitwa watu waje, leo ni hukumu. Wamekuja na mawe na magongo, tutamwonyesha. Na hapo walipofika ili asambe leo ni lwake huyo, alikuwa anafanza fanza hivi, anajiambiambia hivi. Kwa hivyo ni hivi ndugu zangu Waislamu, aliomba Abu Hanifa, imamu Zahidi, kiongozi mwenye kumjua Allah, aliwaambia niitieni baba wa huyu, niitieni baba wa mke wangu, niitieni baba wa mke wangu. Watu wote wakashangaa, tumke baba wa mke wake, kwani kuna nini? Kajifunika hijabu huyu mwanamke wote wanaelewa, ndio yule aliyekuwa ndani, ndio aliyetuhumu wakamwita baba mkwe wa Abu Hanifa, akaja. Abu Hanifa anazungumza, mwandishi anasema wakati wa dharura, akamruhusu mke wake, akamwambia mzee, huyu mke wangu akufunua, huyu mama afunue nguo uone. Ule mama alipofunua nguo, yule mzee akamwona, akaulizwa. Abu Hanifa anamuuliza mzee, mbele yao watu wote, huyu mama ni nani? Akasema, ni mwanangu, ni mke wa Abu Hanifa watu wote wakashtuka, wakashangaa. intansurullaha yansurukum, kila siku ikikaa na Mungu ushindi hupo. Ee Mola wangu, nimeapa. Ee Mola wangu, ichukue dosie yangu uifungue, mimi ni sambi na wale ambao wamenituhumu mimi, mimi bila ushahidi. Ee Mola wangu, usipoteze. Ee Mola wangu, ni kinge ni kinge ushiriki na ushirikina maishani, niitikieni amina. Amin. Amin. Amin. Mola nikinge na ushirikina katika maisha yangu yote amen. Ukiona shirki itanipe itanijia mimi, Allah niondoe, kama hautonizindua Mungu niondoe duniani. Amen. Namsalia Mtume, amri ya Mungu.

Allah tusamehe sisi mashehe, tuvutie madhambi yetu sisi mashehe. Allah tuongoze sisi mashehe. Allah tuunganishe upendo mashehe. Allah tupe hidayah yako mashehe. Allah tujalie tukiambiwa tuambilike Amin. Na utukinge na ukaidi mbele ya maneno yako Amin. kwa yote tuliyokoseana Allah tusamehe mashehe, kwa yote tuliyokoseana Allah tusamehe Allah, ndo wachuki katika jamii ya Kiislamu, weka upendo daima ya rabbal alamina, utukuze Uislamu, udhalilishe ukafiri, ionyeshe haki duniani ionekane, uififize batili na kuibomoa ipotee.

ananiliwaza Imamu Abu Hanifa, ananiliwaza, anasema isbir ala hasad alhasud, zoea kuvumilia husda ya wenye husda. Zoya, Zoya, ya husda ya a wenye zoea, Sheikh Abdi, zoea kuvumilia husda ya hao wenye husda zao. Fa inna sabraka qatila, hakika kusubiri kwako kutawaua tu, watakufa fa inna sabraka qatila subra yako ni sumu ya kuwaua. kannaru taakulu baaduha baada, kama vile moto ukikosa majani ya kula unajimaliza wenyewe. Nimepata hichi, acha hivi ndio nitakomesha. Unajimali tena, utajimaliza mwenyewe, na utajimaliza mwenyewe. Akaniusia akasema in lam tajid ma taakulu kannaru taakulu ba'daha ba'd babu in lam tajid ma taakulu. Husda itamla mwenye nayo, kama vile moto unajilaga wenyewe unapokosa majani ya kula. Qul liman bata liya hasidan, mwambie mwenye anaendelea kuwa hasidi wako, mwambie hivi atadri man asat aladab. Wewe mwenye unaendelea kuwa hasidi, unamjua mwenye, huku unamkosea adabu unamjua ambaye unamkosea adabu. asata ala Allahi lifiilihi, huko unamkosea Mwenyezi Mungu adabu kwa kuwa yeye ndiyo labda, kwa yale unamwonea wivu au khiari. Huyu we unayakosoa, unamkosea Mungu kwa kukosoa yale ambayo yanakusumbua kwa yule labda, ndiyo Mungu kampa. kaannaka lam tarda aliya mauhiba utakufa na roho kama vile haukuridhia zawadi ambayo Mungu alimpa mwenzako. Ni wengi utajimaliza, ndugu zangu Waislamu, ujumbe huyu uenee kwa wanadini wote, insha allah. Ninatoa matangazo kidogo ili nimkaribishe shekhe kidogo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, tukiwepo kunako msikiti huu wa Jabe, ambapo ukiwa kunako kata ya ya Jabe na ukiitwa Masjid Al Answar, na tulikuwa tukiifata hutuba ya sheikh Abdi John, na hutuba yenyewe ilikuwa ni zidi, madhumuni ya hutuba yenyewe ilikuwa ni zidi ya tuhuma ambazo alikuwa akituhumiwa, ambazo ikisemekana kwamba yeye, zipo karatasi fulani ambazo alizompa mwanamama aliyekuja kutafuta kufanyiwa rukia na namtunaye hapa ndugu yangu Muislamu ambaye tulikwemo pamoja msikitini. Nam, samahani. Salamu alaykum wa tola barakatu, naitwa jina gani? Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Na mimi naitwa Ramadhani Mosi. Ramadhani Mosi. Naam, unataka kutuambia ni lipi ambalo usikia Shekh alizungumzia ama faida ya hutba hii ambayo uliifuata hapa kwa ustaz Maalim Abdi John? Eh, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa kupata fursa hii ya leo kwa sababu Waislamu tumejifunza mengi sana. Na kitu cha pili nimempongeza sana Sheikh Abdi John kwa sababu kathibitisha ukweli na, na sisi kama Waislamu tumeamini ukweli kwa sababu amemwapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mara tatu, kwa hiyo hatuna kipengamizi na hapa mwisho tumemfuata sheikh wetu kutoka Goma, amesema kila ambaye alishiriki katika haya masuala, basi ni kombana msamaha. Mwenyezi Mungu ajalie inshallah. Ndio na ni faida ipi ambayo nilipata zaidi kulingana na yale ambayo ulizungumzia? Faida ambayo nilipata zaidi kwa haya ni faida ya sisi waislamu tusi tunaamini maneno ya watu pasina kudhibitisha. Hiyo ni faida ambayo nimeipata kwa kweli. Shukran, shukran tunashukuru zaidi. Tunao wengine hapa waislamu ambao nao pia wakihitajika kuhojiwa masuala. naam, ndugu wangu muislamu, mwislamu, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa nani? Anza huko kwanza. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaykum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Um, tulikuwa tunahoji kuhusiana na hotuba ambayo iliyopita kunako siku hii ya Ijumaa kunako masjidi hii ya Answar na hutuba yenyewe alizungumzia kuhusikana na tuhuma ambazo walikuwa akituhumiwa ya kwamba anafanya rukia ambayo sio rukia sharia. Bi maana kuna mwanamama fulani aliyejitokeza na kuweza kuleta karatasi ambazo hazina ushahidi uliyekuwa wazi kusema kwamba shekhe ndiye ambaye kweli kaziandika zikaweza kuzagazwa mjini na kama kisihaa unavyozungumza kwamba hakuitwa wala kufahamishwa hali hiyo gesi ilivyoweza kwenda. Je, tunaomba uzungumze unalipi kuzungumza ukazungumza kusikanana masala haya tu ndio inauma kusikiza maneno kama haya shutuma zenye hazina msingi ama zenye hazina maana ya kuja kutengeneza jamii ya Kiislamu, alafu zinakuja tu isipokuwa kuleta ikhtilafu na kuleta mizozano baina ya umma. Tunaona kama mimi, kama miongoni mwa Waislamu, naona hii haina maana na haina msingi, na ndio maana mimi najiwaza kwa nafsi yangu, sasa, uongozi wa Kiislamu kinchini uko wapi? Kama upo, vipi usifanye kikao cha maulama, mashehe ili wakalie hiyo jambo kabla hai